Je, mm, Chaula amefufuka na huyu naye pia anapotezwa kwa namna ambayo itakuwa tunajua kwamba ameshauawa. <tune> Kulia, uh, kwanza tukuvute, maana wewe upo hapa Gairo, alafu unafanya uh mambo ya ajabu. Kama ni uongo tunakupeleka polisi, rais kifo rahisi, tunakutazama tu, tunakuumiza Nimetaka tu ufahamu kwamba e, kuua watu hakuondoi roho fulani inayodai kwa namna ile ile hakuondoi. Najua e, inawezekana mtajipambanua kwamba mliua ili mu, mukae hapo mlipokaa. Kwa kuwa mmekaa hapo sasa Mu, mu, mutaacha, mutapunguza vigezo na vya kuua watu. Sasa ni kama mtaacha watu enyewe uh, waongeepo wa, wa, wa, lakini ukweli ni kwamba hawataongea wakawaacha hapo hapo mulipo Hawataongea wakawaacha hapo, watakuwa wanaongea wanapiga hatua, watakuwa wanaongea wanapiga hatua. Sasa huyu anasema kitu ambacho inawezekana kabisa ni kikubwa kuliko hata kile lichokuwa naongea Chaula. Chaula akusema rais amekufa, lakini anasema rais amekufa Najarifu, watu wanajaribu kusema eh, unataka tukupige picha tuk, tuk, nipigeni picha tu, huyu kafa. Maelezo ndiyo apata nje, anasema anasema huyu mnayemwona ni mzimu, huyu kafa. Inawezekana ni lugha kubwa kuliko ile lugha aliyokuwa na itumia Chaula. Sasa muwaze kuwapoteza watu kama hawa, muwe mnawapoteza tena, kiinuka, mnampoteza tena, mnawapoteza, mnawapoteza. Watakuwepo watakaokuwa wakifikisha ujumbe wa kuonyesha vile mlivyolaanika, vile msivyostahiri kuwemo duniani, sio kuwepo tu kwenye nafasi mlizopo na yatakwenda hivyo kwa viwango vyovyote vya kuua, mpaka yataonekana kwenye macho haya kuinuka kwa watu hawa. Tuwe tunawakumbusha kwa sababu si ilikuwa kazi nzuri, tuwe tunawakumbusha kwa wote mliomwaga damu zao ili mubaki kwenye ajira, kwenye nafasi, kwenye vyeo, ama kupewa vyeo mnavyotarajia kupewa. Mulijidanganya tu, mulipoteza muda tu. Ni wazi kwamba dua za watu, shauku za watu hujibiwa, alimadamu watu wana shauku ufe, wana shauku, acha ile kwamba watu wabaya amfi ambao mulijibatiza kwamba nyendo wa wazuri amfi, acha hiyo ni kwamba kadri dua zinavyokuwa nyingi, angalia kota ambako waliwahi kuishi watu wabaya kama wewe. Katika hakuna umoja wa wabaya unaodumu, hakuna hakuna. Miongoni mwenu atatokea mbaya atakayetimiza mabaya kwa niaba ya watu wema, kwa sababu Daudi anasema mimi, mkono wangu hautakugusha lakini kama walivyosema watu wa kale kwamba kutokea kwa, kwa waovu hutokea maovu. Mungu atainua watu ambao sawa na dua na shauku na vilio vya watu, wewe jua haunaishi. Nini kifanyike? Ni kutubu. Uwa tunatubuje dhambi ya kuua hususan dhambi ya kuwa, lazima ukubali. Ikiwezekana cha kwanza poteza cheo chako. Hakunaga kutubu kunakokwacha kwenye hadhi na cheo ulichokuwa nacho. Kutubu tafsiri yake nimepata cheo hiki kwa njia zisizotakiwa, kuna cheo chenyewe nakipoteza. Enyi wanadamu, kama mnaona sababu, muniache hai, niacheni hai, munipe nafasi nyingine hiyo ndio njia pekee nje. Na hapo twendeni, tungoje. Ninahakika wataendelea kuongea, kuonyesha dua na maombi na maumivu ya watu na kila ambacho wangetaka kingetokea juu ya maisha yenu, na kitatokea. Asanteni kwa kunisikiliza.